Katika wiki ya kuelekea kwenye kilele cha kupiga vita dawa za kulevya duniani, ambapo tunaambatana na kushirikiana na mataifa yote duniani katika kusherehekea kupiga vita dawa za kulevya duniani, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania, iliandaa michezo mbalimbali ikiwemo mbali, mchezo wa rede, mchezo wa kukimbia, mchezo wa kukimbiza kuku, lakini pia kubwa zaidi ilikuwa ni mchezo wa soka ambapo ulijumuisha timu nane kati ya timu nane hizo, leo tarehe ishirini na mbili tunafika kilele ambapo ni fainali ya mashindano hayo kati ya timu mbili zilizobaki kati ya timu nane katika mashindano haya ambayo yameanza wiki mbili zilizopita na kufunguliwa na mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Kimweri. Tumeendelea kuhamasisha vijana katika wiki hii nzima katika michezo hii ambayo imehudhuriwa na vijana wengi zaidi kwamba dawa za kulevya ni hatari, dawa za kulevya ni mbaya dawa za kulevya zinaharibu afya, dawa za kulevya zinaharibu mitazamo, dawa za kulevya zinaharibu pia kesho ya vijana wetu, lakini pia zinaharibu uchumi wa taifa letu. Lakini wiki hii nzima tumetoa hamasa, tumetoa elimu kwa vijana wote wa jiji la Dodoma ambao wamehudhuria kwa wingi sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi nyingine zote na maeneo mengine yote, michezo ni afya, michezo inasaidia sana kuleta afya na kuunganisha vijana, lakini michezo inasaidia vijana kutojiingiza kwenye matumizi, biashara na uzalishaji wa dawa za kulevya. Hivyo, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika wiki hizi zote mbili imepata mafanikio makubwa sana kutokana na wingi wa vijana waliohudhuria kwenye michezo hii ambayo tumeiandaa na imeleta tija na mafanikio makubwa sana. Hivyo, Tanzania imedhihirishia dunia kwamba inapambana hakikisha kwamba inatoa elimu kwa vijana ili wajiepushe na dawa za kulevya, lakini tunapiga vita dawa za kulevya kwa nguvu zote, nguvu zetu zote. Hivyo maadhimisho haya yameleta mafanikio makubwa sana, hasa kwa vijana katika kipindi hiki na hii michezo tuliyoandaa.